Habari za asubuhi leo bwana, nimetamani kushare kitu fulani toka jana, kinanijia kwenye akili yangu, nikasema ngoja nishare na wenzangu tu, tu share uzoefu uh, sisi ambao tumeondokewa na wazazi. Kwa mfano mimi nimeondokewa na baba, mama yangu yupo, namwambia maisha marefu, Mungu amweke sana, kwa sababu bado sijagusa vitu fulani kwake, natamani Mungu amwache kabisa kabisa ili at least aone matunda yangu. Mimi nimeondokewa na baba, nikawa na, na tafakari vitu ambavyo naweza nikavikumbuka kutoka kwa baba angu, hata kama sio vyote, yani vile vizuri ambavyo aliviambukiza kwangu. Baba angu alikuwa ananiambia, wewe ni mtoto wa kike e, kwa sababu wewe ni mtoto wa kike, yani e, natamani sana usome mpaka, yani kama kuna madarasa yanafikaga mwisho, yani e, wanasema mwisho wa madarasa yamefika, basi mimi natamani wewe ufike hapo. Yani ile kila siku huwa inanirudia mara kwa mara. Nikiona kuna vitu sijafanya hata kama navipotezea kuhusiana na mambo ya elimu, ile sauti ya baba huwa inanirudia kichwani kwamba baba yangu alikuwa akisema kwamba nisome mpaka watakaposema kwamba elimu imefikia imefikia mwisho. Ni kitu kizuri ambacho mimi nilikichukua niliki, niliki kutoka kwa marehemu baba yangu. Lakini kitu kingine mimi baba yangu alikuwa ni mcheshi. Baba yangu alikuwa ni mcheshi sana. Hawezi kwenda mahali akakuta watu wamenuna asiache wamecheka. Kwa hiyo alikuwa anapenda watu. Alikuwa ni mtu wa furaha. Wanaomfahamu marehemu baba wangu wanajua alikuwa ni mtu ambaye ni mchangamfu kuliko chochote. Ni mtu anakopu na kila mtu lakini pia alikuwa ana upendo sana kwa mama yetu, yani alikuwa baba anaweza akakwambia nampenda sana mama yenu, au acha mama yenu bwana huyo mke wangu nini. Yani kuna vitu fulani ambavyo alikuwa anavitamka ana, ana, ana, ana, ana. Nataka nikuulize na wewe mwenzangu, yani kitu gani ambacho wewe unakikumbuka ni kizuri, pengine mzazi wako amekuambia sasa hivi, au mzazi wako aliondoka, bado kinakukumbusha kwenye akili yako kwamba kile kitu ni lazima ukiishi unaweza ukashea eh, tukapata mawazo tofauti tofauti tukaendelea kujifunza. Lakini nikwambie nini sasa? Leo nataka niongee na wazazi. Sisi wazazi ndo hazina ya kulea watoto wetu, kwa hiyo sisi wazazi tunatoka tupande mbegu njema kwa watoto wetu. Lakini ukimwona mtoto anakwambia mimi babaangu na mamaangu wanapigana kila siku, tayari umecreate tatizo kubwa sana, kwa sababu magomvi yako wewe na mwenza wako, maana yake nini? Yatakwenda kumfanya huyu mtoto na yeye aende kwenye ndoa ya masumbwi, kwa sababu nyumbani alikuwa anayaona yale masumbwi kati ya baba na mama. Mnapokuwa na mama, migogoro yenu ishie huko ndani, mengine miache kwa ajili ya kulinda heshima ya watoto wenu. Lakini pia tuwatamkie watoto wetu maneno mazuri, ili hata kama siku watupo duniani yale maneno yaendelee kuwa yanafanya kazi kwenye kwenye akili zao. E, tuatie moyo tuwambie mnaweza, tuwambie nyinyi ni kila kitu e, tuwambie yani kwamba mi naamini mwanangu, kuna kitu fulani wewe unacho e, ukiwa, ukiwa mfanya biashara fulani utaweza e, au ukiwa na maono fulani mwanangu, wewe uta, utafikia mahali pazuri. Juzi nilikuwa namtania mtoto wangu wa kiume, namwambia nakutafuta na kwenye simu muda mrefu sikupata, akawa nacheka, mama bwana akabaya yes, wewe ni kitu changu ambacho mimi nakithamini ambacho nakitegemea najua siku moja utanipeleka Dubai, akawa anacheka sana, ni kama utani kwa namtania, lakini hata kama kesho na kesho kutwa sitakuwepo, atapambana tu akiwa naamini kwamba mama yangu aliamini kwamba mimi nina kitu fulani ndani yangu ambacho kinaweza kunifikisha mbali. Tuache kuwavunja moyo, hasa wanapokuwa wanafanya vibaya darasani, na tusiwalazimishe pia kufanya vitu ambavyo kwa sababu sisi wazazi tu watu kupitia, ni lazima wao wapite, tutawavunja moyo. Mungu kila mtu amemwumba tofauti. Una vidole hivi, haifanani kwa kila mtu. Mungu kuna kitu ameweka ndani yake. Unaweza ukamshauri mtoto lakini usitumie nguvu nyingi sana kumlazimisha awe injinia eti kwa sababu wewe hukuwa injinia. Sikiliza pia sauti ya mtoto wako e, Umsaidie mtoto wako aweze kufikia malengo mazuri, lakini kwa vile vitu ambavyo hata yeye ameonesha interest ya kuvipenda au ameonesha interest ya kuwa navyo. Lakini bado nasikiliza wewe, ambaye mzazi wako aidha yupo au aliondoka, eh, ametangulia, alikuachia kitu gani kama kumbukumbu ambacho kinakudrive wewe kufanya kazi kwa bidii au kuwa hivyo ambavyo uko wewe? Niko hapa nasikiliza maoni yako. God bless you.